Kitabu cha Nehemia kinahusu vitu vilivyovunjika na watu waliovunjika na jinsi wanavyorejeshwa, na mtu ambaye anaanza hapa katika sura ya moja na moyo uliovunjika. Jina lake ni Nehemia, na aya ya moja inatuambia yeye ni mwana wa Hakalia. Naam, Hakalia ni nani? Hakuna mtu wa ajabu au angalau tunavyofahamu. Ninapenda kumfikiria Nehemia kama mtu wa kawaida na mwana wa mtu wa kawaida hakuna damu ya kifalme inayotiririka katika mishipa ya Nehemia. Yeye si kuhani, yeye si mtaalamu wa Biblia kama Ezra, lakini yeye ni mtu mwenye nia thabiti ambaye Mungu yuko karibu kumtumia kwa njia ya ajabu. Martin Luther mrekebishaji, mara nyingi alisema, na mimi mara nyingi narudia, kwamba Mungu aliumba dunia kutoka kwenye ubatili. Tunapotambua kwamba sisi ni ubatili, anaweza kuumba kitu kutoka kwetu pia. Sasa kitabu kinafunguka hapa kwa kutuambia kwamba Nehemia anamtumikia mfalme katika mji mkuu wa Uajemi wa Tusa. Huo ni mapumziko ya mfalme wakati wa baridi. Ndugu yake Nehemia hakalia anafika na wanaume wengine na wanamletea habari za kushtua. Hapa katika mstari wa tatu, wale waliobaki huko katika jimbo ambao walinusurika uhamishoni wako katika shida kubwa na aibu Ukuta wa Yerusalemu umevunjika na malango yake yameharibiwa kwa moto. Nehemia angekuwa anajua kuhusu kurudi kwa Wayahudi waliokuwa uhamishoni chini ya Zerubabel karibu miaka mia moja iliyopita. Angekuwa anajua jinsi walivyojenga upya hekalu huko Yerusalemu. Pia angekuwa anajua kuhusu kurudi kwa Ezra hivi karibuni, lakini ameshangazwa hapa kujifunza kuta za Yerusalemu na malango yake yamechomwa moto. kwa hiyo kazi fulani ilikuwa imefanyika katika kujenga upya kuta za Yerusalemu kama ilivyotajwa nyuma kabisa katika Ezra sura ya nne. Lakini mfalme Atashasta alikuwa amesimamisha kazi hiyo na inaonekana maadui wa Wayahudi walikuja na kuchoma sehemu hizo za kuta ambazo zilikuwa zikijengwa, na malango yalikuwa yamechomwa moto. Kwa hiyo sasa mji uko wazi na hauna ulinzi. Sawa, nataka uone jinsi Nehemia alivyoitikia habari hizi. Aya ya nne inatuambia alilia na kuomboleza kwa siku nyingi akifunga na kuomba mbele za Mungu wa mbinguni. Yeye ametikiswa kabisa na huzuni hapa, lakini anapeleka huzuni yake mahali sahihi, anapoomba kwa Bwana. Nawacha ni kuambie sala ya Nehemia hapa katika aya za tano hadi kumi na moja itatupa mfano mzuri wa jinsi ya kuomba ninapenda kuweka kile tunachokiona hapa katika kifupi path Plat. Hii ndiyo njia tunayopaswa kuchukua katika maombi. Inasimama kwa kipaumbele, na Nehemia anaanza hapa kwa kuweka kipaumbele kwenye ukuu wa Mungu. Anaomba katika aya ya tano, e hey, Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu na wa ajabu. Hivi ndivyo anavyoanza kuomba. Hivi ndivyo tunavyopaswa kuanza kuomba, tukitambua Mungu yuko kwenye kiti chake cha enzi na sisi tuko miguni pake. Hatuombi afanye mapenzi yetu mbinguni, tunaomba afanye mapenzi yake duniani. Pili, herufi A inasimama kwa kutambua. Hapa katika aya ya sita na saba Nehemia atatambua dhambi za Israeli, na Nehemia hata anajihusisha mwenyewe katika ungamo hili. Herufi T inasimama kwa imani. Tazama, Mungu ameahidi kubariki taifa na kuwarudisha katika nchi yao wanapomrudia kwa toba na utii. Kwa hivyo Nehemia anaamini ahadi hiyo. Kwa kweli ananukuu ahadi ya Mungu na kumrudishia Mungu hapa katika aya ya tisa: ukirudi kwangu na kushika amri zangu, ingawa waliohamishwa wako sehemu za mbali kabisa nitawakusanya na kuwaleta mahali nilipochagua. Hiyo ndiyo ahadi ya Mungu. Sasa herufi inaweza kusimama kwa unyenyekevu, kipaumbele, utambua imani na sasa unyenyekevu. Nehemia anaomba ombi hili la unyenyekevu, na unaweza kuona kwamba ombi lake linakuja mwishoni mwa sala yake, si mwanzoni, na huo ni mfano mzuri kwetu leo pia. Nehemia anaomba hapa katika aya ya kumi na moja kwamba Mungu ampe mafanikio mbele ya mtu huyu. Sasa mtu huyu ni mfalme Atashasta, na tunaambiwa kwamba Nehemia ni mnyweshaji wake. Moja ya majukumu ya Nehemia ni kuonja divai ya mfalme, na anahakikisha hakuna sumu yoyote humo. Anapaswa kuwa mmoja wa watu wanaoaminika zaidi katika koti ya mfalme unaona Mungu amemweka Nehemia pale kwa wakati kama huu. Naam, kwa miezi minne Nehemia anasubiri. Anaomba Mungu aumbe fursa kamili kwake kuzungumza na mfalme kuhusu mzigo wake juu ya Yerusalemu. Naam, hatimaye katika sura ya mbili na aya ya mbili, mfalme anagundua uso wa huzuni wa Nehemia na anamuuliza "Kwa nini uso wako una huzuni?" Naam sasa, mara moja Nehemia anaogopa. Unaona, ishara yoyote ya kukata tamaa, kutoridhika, au wasiwasi yoyote kati ya hayo mbele ya mfalme inaweza kuwa sababu ya kutiliwa shaka. Na mfalme ni Artashasta, na kwa njia huyo ndiye aliyesimamisha ujenzi upya huko Yerusalemu miaka iliyopita. Nehemia yuko karibu kumwomba mfalme abadilishe uamuzi wake. Kwa hivyo Nehemia, unajua labda anameza mate hapa, anavuta pumzi kubwa, kisha anamjibu mfalme katika aya ya tatu: kwa nini uso wangu usiwe na huzuni wakati mji mahali pa makaburi ya baba zangu umeharibiwa na malango yake yamechomwa moto? Basi mara moja mfalme anavutiwa, anamuuliza Nehemia anataka kufanya nini kuhusu hilo. Kabla Nehemia hajatoa ombi lake, amefikiria mara nyingi. Aya ya nne inatuambia kwamba Nehemia alisali kwa Mungu wa mbinguni. Nina hakika alifanya hivyo, na hii ni moja ya sala zile za kimya kwa njia mifupi pia. Labda umewahi kusali kwa njia hiyo hiyo, ghafla uko katika shida fulani au tukio fulani, na unamwomba Mungu wa mbinguni msaada haraka. Hakuna tatizo na sala za haraka na fupi. Hivyo Nehemia anamjibu mfalme hapa katika aya ya tano: Ikiwa inampendeza mfalme na ikiwa mtumishi wako amepata kibali machoni pako, unipeleke Yuda ili niweze kuujenga tena. Kisha Nehemia anaandika hapa katika aya ya nane: Mfalme alinipa nilichoomba, kwa maana mkono mwema wa Mungu wangu ulikuwa juu yangu. Nehemia anaelewa kuwa huu ni kazi ya Mungu na wema wa Mungu kuhamasisha moyo wa mfalme. Haichukui muda mrefu kabla ya Nehemia kufika kimya kimya Yerusalemu. Hakika hakuna shamra-shamra nyingi, hakuna tangazo kubwa hapa nipo. Kwa kweli anachukua siku tatu kabla hata ya kutangaza chochote kwa wanaume wachache. Anawachukua usiku ili kukagua kuta na malango yaliyovunjika ya mji. Kisha baada ya hapo anazungumza na watu. Sasa katika aya ya 17 Mnaona shida tuliyo nayo, jinsi Yerusalemu ilivyo katika magofu na malango yake yamechomwa moto. Njoni tujenge ukuta wa Yerusalemu. Hii ni hotuba nzuri ya kuhamasisha, sivyo? Anawatia moyo watu hawa waliovunjika moyo. Hata anaongeza ushuhuda wa kibinafsi hapa, katika aya ya 18, niliwaambia kuhusu mkono wa Mungu wangu uliokuwa juu yangu kwa wema, na pia maneno ambayo mfalme alinena nami Wakasema, na tusimame tujenge. Lo, wanaitiwa moyo. Mungu yuko katika hili. Amegeuza moyo wa mfalme, amemleta Nehemia kwetu. Na tuinuke tujenge. Sasa, kwa kila fursa, daima una upinzani, na katika aya ya kumi na tisa tunatambulishwa kwa wanaume watatu ambao watampinga Nehemia kila hatua ya njia. Sambalati Mhoroni na Tobia Mwamoni na Geshemu Mwarabu waliposikia habari hiyo, walitukejeli na kutudharau na kusema, ni kitu gani hiki mnachokifanya? Nehemia anajibu kwa urahisi hapa katika aya ya ishirini: Mungu wa mbinguni atatufanikisha na sisi watumishi wake tutaamka na kujenga lakini ninyi hamna sehemu wala haki wala dai katika Yerusalemu. Kwa maneno mengine, sisi ni watumishi wa Mungu, tunamfuata Mungu wa Ibrahimu. Hii ni mji wake na hili litafanyika kujengwa upya kwa nguvu za Mungu. Wapendwa, hii ni kumbusho nzuri kwamba mapenzi ya Mungu si rahisi kila wakati, lakini kamwe si jambo lisilowezekana. Utakutana na upinzani, magumu kejeli. Baki tu pale ulipo, baki tu jinsi ulivyo, mtu wa kawaida katika mkono wa Mungu, ukifuata mapenzi ya Mungu, ukitegemea wema wa Mungu, na waangalie tu kazi ya ajabu ya Mungu ikifanyika ndani na kupitia maisha yako ya kawaida maisha. Lakini tutalazimika kusimama hapa kwa sasa,